E, mara tu baada ya kutoka katika mapumziko ya mechi za kimataifa, klabu ya Yanga leo wameweza kurejea uwanjani katika kibarua kizito dhidi ya KMC katika mchezo ambao umeweza kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex. Ya bwana, mchezo ulikuwa mzuri sana hasa katika kipindi cha kwanza ambapo kiliweza kumalizika eh, kwa kufungana bao moja kwa moja yani, timu zote mbili ziliweza kupata bao moja katika kipindi cha kwanza. Ya bwana, mara tu baada ya kurudi katika kipindi cha pili, eh, klabu ya Yanga iliweza kupata mabao matatu eh, na kupelekea ubao kuweza kusoma Yanga kuweza kushinda ushindi wa mabao manne kwa moja bwana eh, timu zote mbili zimeweza kufunga mabao ambapo eh, KMC waliweza kupata bao lao la pekee kupitia eh, kiungo mshambuliaji wao Saliboko, lakini pia kwa upande wa Yanga Maxim pia Nzegeli ameweza kupachika bao leo, na goli la pili la Yanga liweza kufungwa na Pacome Zuazua. Wakati huo Handi Boyeli ameweza kufunga mabao mawili, bao la kwanza aliweza kufunga kupitia mkwaju wa penalti mara tu baada ya kuchezewa kuchezewa faulo ndani eh, ya box na mlinzi wa KMC lakini pia Handi Boeli aliweza kufunga bao la pili eh, bao ambalo linaweza kufungwa katika movie, hivyo kupelekea Yanga kuibuka na ushindi wa mabao manne moja ya yeah bwana. Klabu ya Yanga eh, wameweza kupata pointi tatu muhimu, pointi ambazo zinapelekea katika eh, msimamo wa ligi kuu wa NBC Premier League eh, Yanga anakwenda kutetea ubingwa wake ama vipi kwa msimu huu? ya yeah bwana, hii ni Memorata TV ulikuwa na mimi msanua jwakwa nguvu, mimi tino out, tukutane wakati mwingine tena, chao.